Sana, karibu sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr Paul Mwaipopo kutoka Mwanza, nakutia mada inayosema mpenzi anavyoishiwa pawa ya kupenda. Mpenzi anavyoishiwa pawa ya kupenda. Kupenda kunahitaji pawa, pawa pawa. Kaishiwa pawa, mapenzi yako mizani mizito, kaishiwa pawa mapenzi yanahitaji pawa. Sasa watu wengi wameishiwa pawa, wanalalamika na walaumu wapenzi wao, kumbe wao ndio ambao wamesababisha matatizo bila kujua. Napenda nikwambie hivi, ukimwomba Mungu mvua, tarajia na matope. Sasa wewe unataka mvua hii isikuletee matope, iko wapi? Haiwezekani. na Biblia vilevile inasapoti kwamba wewe unapomwomba Mungu mvua, lazima ukubaliane kwamba kuna matope yatatokea, na ujue jinsi ya kuyashughulikia matope. Sasa kama umeishiwa pawa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kushughulikia matope, usimlaumu mwenzio. Sikiliza Biblia inavyozungumza, kitabu cha Mithali sura ile ya 14, mstari wa 4, inasema hivi: zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe, bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi. Kwa hiyo ukitaka faida ya mapenzi, lazima ufahamu kwamba kuna mambo mabaya yatatokea. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu, kila mmoja anakosea. Hii ni Biblia nasema hivi, ukitaka penzi ambalo halina nywinywinywi <laughs> penzi ambalo halina nywinywinywi, basi nafuu usiingie kabisa kwenye mahusiano ya kimapenzi, usiingie kabisa. Mwanake kama ukitaka ng'ombe wa maziwa lazima, wanafurahia mapenzi kwa kiwango cha juu, kwa sababu wamejua jinsi ya kushughulikia matope aaoe aaa hivi. Nimeolewa nikiwa na umri mdogo sana miaka ishirini na moja na sasa hivi niko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa ishirini toka tumeo, tumeoana na ninafurahia sana ndoa yangu it's fun, asema sita juta kuolewa na sitaki mwanaume mwingine zaidi huyu niliye naye. Nasikia sana nachukia tena nasikia watu wanaposema kwamba ndoa ni ngumu mimi naona kwamba katika maisha yangu kitu rahisi sana ni kuishi kwenye ndoa. Mimi mwanamke anazungumza kitu kama hicho, nikusemee mwingine. Anasema hivi, anasema uhusiano wangu na mume wangu haujawa na uzito wa aina yoyote, ananifanya nijisikie kweli mimi ni mwanamke anayestahili kupendwa, naona ndoa sio kitu kigumu, bali ni kitu rahisi. Unajua ni nini sasa? Kwa nini nimekuletea mada hii? Mada hii imekuja kutokana na watu ambao wameshindwa jinsi gani ya kufurahiana. Huyu dada mmoja katika mashahidi wangu wa ndoa tamu anasema hivi. It is shocking how many couples don't seem to like each other, especially Husband not liking their wives, yani kuto kumpenda, yani unapenda tu karibu naye, unapenda tu kuongea naye, unapenda tu kuchati naye. Asema watu wengi wameshinda kutengeneza mazingira ambapo hali kama hiyo inajitokeza, kwamba unafurahia kuwa karibu na huyu mtu, unafurahia kuongea na huyu mtu, unafurahia kucheza na huyu mtu. Si kwamba makosa hayapo, si kwamba magumu hayapo ni kwamba kwa sababu unajua kabisa kwamba hakuna mtu aliye mkamilifu. Kila mmoja ana madhaifu yake, ana makosa yake. Oh, kila mmoja ana madhaifu yake, na hata wewe mwenyewe una madhaifu. Sasa jinsi gani ya kushughulikia madhaifu ya mwenzio, na jinsi gani mwenzio anaweza kushughulikia madhaifu yako bila kupigana ngumi, bila kutukanana? Dada mmoja katika tafiti ya mada hii akasema hivi, nimeshuhudia ndoa ya miaka ishirini imekufa kwa sababu ya kupungua kwa heshima, kuheshimiana. Sasa nachokuambia ni hivi, nachokuambia ni hivi, hivi. Usisema mapenzi ni magumu, umeishiwa pawa ya kupenda kwa sababu hujui jinsi ya kupenda. Na nasema kwa nini nakwambia kwamba hujui jinsi ya kupenda, ni kwamba hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Je, utampendaje mtu mwenye madhaifu aliye nayo? Dada mmoja katika tafiti ya madaifu, akasemaje? Akasema hivi. Kuna vitu vinaitwa weirdness, yani kuna vitu ambavyo unavifikiria kero vidogo vidogo kuna kero za aina ndogondogo zinatokea pale lakini, jinsi akasemaje, baada ya, ya kuona kwamba nimeingia kwenye ndoa nikaziona hizi kero ni sehemu za huyu mtu alivyo, kwa hiyo nijue jinsi ya kuchukuliana nazo hizi kero zake ndogo ndogo. Ndio hilo nimezungumzia kwenye mada yote, angulia mbweha, kuna mbweha wadogo wadogo, jinsi ya kuwashughulikia sasa. Ngoja ngoja kusomea Biblia inavyozungumza, kwa kitabu kile cha Wimbo Ulio Bora, nimeisoma mara nyingi mstari huu, lakini napenda nirudie tena, Wimbo Ulio Bora sura ile ya ya pili mstari ule wa 15, nasema hivi tukamatie mbweha wale mbweha wadogo waiharibuo iharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua chanua. Kwa jinsi ya kukamata wale mbweha wadogo na kuwaweka sawa, haleluya. Sasa ujue jinsi ya kukamata hawa mbweha, ndio niko hapa kukusaidia kukamata hawa mbweha wanaoharibu ndoa katika maeneo mbalimbali, na video zaidi ya 2500 kwenye channel hii. Channel na video zaidi ya 2500 ukifuatia hii channel huwezi ukajuta uka, uka. Sasa sikiliza dada huyo anavyolalamika, mchatisho wetu, unaona, huku, inbox ya kawaida, hivi, habari yako dokta, nataka nikutumie pesa unitumie zile video za jinsi ya kumnogesha mwanamume awe mpole kama bata nikamwambia akasema ni mimi niko Dar es Salaam. Daktari mwanaume hanisikilizi, daktari. Wala hana muda na mimi. Naomba unisaidie maana tulipofikia ni pabaya mimi na yeye. Yeah. Tunaenda kuachana. Mimi bado nampenda. Nikamwambia unalipa shilingi 10,000 na kutumia video 56 na, na jarida moja. Akaendelea kusema mzizi wa fitino uko kwake kwa sababu yeye yeah, yeah. Kwa sasa ananiona mimi sina maana yeyote, amempata mwanamke mwingine wa nje. Imefikia hatua hadi ananionyesha waziwazi kwamba mwanamke yule wa nje ni bora kuliko mimi. Dokta, naumia. Nikamuuliza <laughs> wewe, huyu ni mwanamke, wanaume wangapi kutiana naye kwenye mapenzi, kufanya naye sexy wanaume wangapi? Akasema wapili. Nikamwambia mambo mengi huyajui. <laughs> asema asema kwa sasa hivi ananiambiaga mimi sijui mapenzi, eti mimi ni mzuri lakini kitandani hana huna kitu. Dokta, imeniumiza kwa je, ananiambia kitandani mimi sina kitu.

ishamtumia video hasa anasema sasa, na mwanzaje? Kanatumia message sasa, anasema na mwanzaje? kwenye WhatsApp na mwanzaje? mwanake ameshanihama na mwanzaje? Akamwambia mtumie message, mwambie nataka nikunyonye leo, mtumie message. Akajibu sijui hivi sijaangalia. Kwa hiyo haya mambo yanahitaji kama unaomba mvua tegemea na matope yapo. Endelea kusikiliza chaneli hii utapata mambo matamu. Bye bye. Kama unaangalia video yako mara ya kwanza, jisajili usije kukosa nyingine, na ukuje nzuri. Bye.